Jaji anamhukumu kijana mweusi kifungo cha maisha kisha, anampiga simu baba yake, mkuu wa baraza la mawakili wa Marekani. Kijana mweusi anaposimama mbele ya mahakama anatarajia kusikilizwa kwa haki, lakini jaji anashangaza chumba chote cha mahakama kwa kumhukumu kifungo cha maisha gerezani. Kijana huyo mwenye hasira lakini aliyevunjika anapiga simu moja hakuna mtu ambaye angeweza kutarajia kwamba baba yake ni mkuu wa baraza la mawakili wa Marekani, mtu mwenye nguvu zaidi katika mfumo wa haki wa Marekani. Kinachotokea baadaye kitafunwa ufisadi, kuipeleka jiji gotini na kubadilisha maisha ya kijana huyo milele. Endeleana sina usisahau kujiandikisha kwa hadithi zaidi ambazo zitashikilia moyo wako, kutikisa roho yako na kukuacha ukifikiria muda mrefu baada ya hadithi kuisha. Chumba cha mahakama kilichokuwa kikikoroma kilikuwa baridi, lakini mikono ya Jamal Carter ilikuwa ikitoka jasho. Kijana huyo wa miaka kumi na saba mweusi aliketi ukakamavu mezani mwa mdaiwa, uzito wa ulimwengu ukimbana juu ya mabega yake. Alitazama huku na huko kwa wasiwasi wasi. Mama yake alikuwa ameketi umbali wa futi chache tu mikono yake inayotetemeka ikishikilia Biblia iliyochaka, midomo yake ikiomba sala kimya kimya. Mwanasheria wa umma wa Jamal, Bwana Benson alijaribu kumtuliza asubuhi yote. Tumeshika hii kijana, ushahidi dhaifu, hii ni wazi kabisa. Lakini Jamal hakuamini maneno hayo. Si katika chumba hiki cha mahakama, sina jaji huyu. Jaji Harold Whitman alijulikana kwa maamuzi yake makali hasa wakati mdaiwa alionekana kama Jamal. Whitman alikuwa amewahukumu makumi ya vijana weusi adhabu kali ambazo mara nyingi hazikuendana na uhalifu. Watu walinungunika kwamba Whitman alikuwa na ajenda, lakini hakuna aliyethubutu kumpinga waziwazi. Kesi ya Jamal ilikuwa wizi uliopita vibaya. Hata hakuwepo pale. Lakini genge lililomtega lilihakikisha ushahidi ulimwelekea yeye. Video isionekana wazi, mashahidi wasiothibitika na ripoti ya polisi iliyojaa mabango. Jamal alifikiri haki inge ingeshinda. Alifikiri ukweli una umuhimu, lakini Whitman alipoingia, chumba kilikuwa na uzito mkubwa. Sauti ya nyundo ilinyamazisha manunguniko. Tuko hapa kwa ajili ya kuhukumu katika kesi ya Jamal Carter. Whitman alianza macho yake baridi yakitazama chumba kabla ya kumkazia Jamal kwa mtazamo mkali na mdharau. Aina yenu, Whitman alisema sema kwa uchungu, ni tauni kwa jiji hili. Nimechoka kuwaona ninyi watu kuangamiza kile wanaume wema wamejenga. Maneno yalipasua hewa kama visu. Benson aliruka akikata lakini jaji aliipiga nyundo yake tena ka chini. Nimefanya uamuzi wa wangu. Mvutano ulizunguka kuu ya Jamal kama tao, maombi ya mama yake yaliongezeka kwa sauti, kupumua kwa Jamal kuliharakisha kana kwamba kuta zilizunguka zinakuja kumkaribia. Whitman aliendelea, hujajutia na sioni sababu ya kupoteza pesa za walipa kodi kwa nafasi nyingine utakayoitupa tu, kwa hivyo na kuhukumu kifungo cha maisha gerezani bila uwezekano wa kuachiliwa huru. Kilio kiliraruka kutoka kwa mama ya Jamal alipokuwa akianguka chini. Jamal alikaa ameganda, ulimwengu wake ukianguka karibu naye, sauti zilizomzunguka zikiwa mbali na kutokuelewa, kama vile alikuwa chini ya maji. Marafiki zake walipaaza sauti kwa kushangaa. Lakini walinzi wa mahakama tayari walikuwa waminda karibu, wakimvuta Jamal kusimama, wakifunga pingu za chuma baridi kwenye mikono yake. Benson alipiga kelele, mheshimiwa jaji, hii ni kupita kiasi, ushahidi haunga mkono hukumu hii. Lakini Whitman alipiga tu nyundo yake na kutoka nje kama vile Jamal si chochote. Maafisa walipomsugulia mbele Jamal alinungunika unika kwa moja sauti yake, naweza kupiga simu. Afisa alitaabika kisha akamwongoza hadi chumba cha pembeni, akamkabidhi simu. Vidole vya Jamal vilitetemeka alipopiga nambari aliyojua moyoni, lakini hakuwa na matumizi mengi. Ililia mara moja mara mbili, kisha sauti ya kina na ya utulivu ilijibu, mwanangu. Sauti ya Jamal ilipasuka. Baba, imetokea. Kulikuwa kulikuwa na ukimya lakini Jamal aliweza kuhisi dhoruba ikijengwa upande wa pili. Sauti iliyojibu haikuwa ya baba wa kawaida. Niko njiani. Mtu huyo alisema kwa uthabiti. Mtu huyo alikuwa Marcus Carter, mkuu wa baraza la mawakili wa Marekani, mamlaka kuu ya kisheria nchini Marekani na hakuna mtu katika chumba hicho cha mahakama aliyejua walikuwa wamemhukumu mwana wa kiongozi mwenye nguvu zaidi wa kisheria nchini Marekani. Bado si sasa. Haikuchukua muda mrefu kabla jaji halijatambua limefanya kosa kubwa. Kabla ya mapambazuko, gari moja la suvinyusi zenye sahani za shirikisho zilifika katika mahakama. Mabalozi wa Marekani walienea wakilinda milango. Waandishi wa habari walijaa eneo hilo, kamera zikipiga picha. Marcus Carter alipotoka nje, uzito wa mamlaka yake ulinyamazisha umati. Uso wake haukusomeka, lakini macho yake yaliwaka kwa madhumuni. Hakubisha mlango aliposhambulia chumba cha Jaji Whitman. Whitman alisimama haraka sana, akitetemeka kahawa kwenye dawati lake.

kijana uliamzika na hukumu ya maisha kana kwamba ni takataka taka. Pumzi ya Whitman ilishikwa. Sikujua. Hapana, hukujua kwa sababu hukujali kuuliza. Marcos alipiga faili nene la shirikisho mezani. Nimepitia kila sekunde ya jaribio hilo. Ulikataa ushahidi wa kumsafisha, ulimnyamazisha mwanasheria wake, ulimkanyega kwa sababu ulidhani unaweza. Whitman alijaribu kurejea kwa heshima yote, hii si mamlaka ya shirikisho. Markus aliinama, taya yake imekaza. Sasa ni ifikapo adhuhuri, Markus alikuwa amefungwa rufaa ya dharura ya shirikisho. Mahakama ilibadilika usiku kucha kuwa uwanja wa vita. Viongozi wa haki za kiraia waliruka ndani, vyombo vya habari viliweka mipango ya moja kwa moja, wandamanaji walijaza ngazi nchi nzima, watu walisimamia Jamal. Lakini dhamira ya Marcus ilienda kirefu zaidi. Hakuwa tu anapigana kwa ajili ya mwanawe. Wachunguzi wake wa shirikisho walifunua tabaka za ufisadi ambazo zilienea mbali zaidi ya chumba cha mahakama cha Whitman. Walipata rushwa kutoka kwa makampuni ya gereza za kibinafsi, polisi wa mitaa wakidhwa ripoti, majaji kama Whitman wakitoa hukumu za maisha ili kutimiza kiasi cha gereza za kibinafsi. Kesi ya Jamal ilikuwa ncha tu ya mlima wa barafu wenye sumu. Na sasa mshtaki mwenye nguvu zaidi nchini alikuwa akichimba hadi chini kabisa. Markus alipokuwa akijenga kesi, vitisho vilianza kumwagika. Kikosi chake cha usalama kilizuia simu zinazomwonya arudi nyuma. Barua zisizojulikana zilifika nyumbani kwake. Gari lake lilisaba beshwa madhara lakini Marcus hakurudi nyuma. Alijua maana yake kuwa baba musi nchini Marekani akipigana kwa ajili ya matoto wake, na hakuwa tayari kupoteza. Jamal alibadilika haraka kwa maisha ya gerezani, lakini haikuwa rahisi. Kesi yake ilikuwa imemfanya maarufu. Baada ya wafungwa walimwona kama ishara ya matumaini, wengine walimwona kama lengo. Walinzi kwa bahati mbaya waliacha mlango waseli yake wazi usiku. Alipewa chakula ambacho wafungwa wengine walimwonya asile, lakini Jamal hakuwa dhaifu. Alipata macho yote wanaume ambao walikuwa wametumia miongo nyuma ya mapazia kwa makosa ambayo hawakuyafanya walimfundisha jinsi ya kuishi nye. Uchunguzi wa Marcus ulipata umakini wa kitaifa. Alifunua mtandao wa majaji washtaki na ulinzi wa sheria, aliunganishwa na mpango mkubwa wa gereza kwa faida. Kadiri alivyonda kirefu, hadithi ilikuwa giza zaidi. Afisa wa kukamatisha ambaye alishuhudia dhidi ya Jamal, ndugu yake wa ndoa, alikuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la gereza za kibinafsi ambalo lilifaidika moja kwa moja na hukumu. Markus alishambulia mahakama ya shirikisho ifuatayo na ushahidi ambao ulitikisa taifa. Afisa alilazimika kushuhudia chini ya kiapo, uwongo wake ulitenganishwa. Ilikuwa wazi kwamba Jamal alikuwa ni paun katika mchezo mkubwa zaidi. Markus alipigana kama mtu aliyemilikiwa, akivunja njama kidogo kidogo. Vyombo vya habari vilionyesha jaribio moja kwa moja, mamilioni walitazama mashahidi wakikiri ufisadi. Miji kote nchini ilianzisha ukaguzi. Jaji wa shirikisho, akiongoza rufaa, mara moja aliamuru kuachiliwa kwa Jamal, akiita hukumu ya awali makosa makubwa ya haki. Lakini Marcus hakumaliza. Liza alitaka Whitman na mtandao wake wote gerezani, alitaka kuchoma mizizi ilioza ya mfumo ambao ulikuwa umemeza maisha mengi. Na umma ulikuwa nyuma yake. Whitman alikamatwa. Washtaki waliowalisha mfumo walivutwa mahakamani. Maafisa wa polisi wenye ufisadi walivuliwa beji zao. Lakini kivulini, si kila mtu alijisalimisha. Kuachiliwa kwa Jamal kulipokelewa kwa makofi ya ngurumo. Kamera zilipiga, umati ulimba jina lake. Mama yake alilia, alipomkumbatia ya mwanawe kwa nguvu, akikataa kumwacha. Marcos alisimama kando yao uso wake wa kawaida wa kutunzwa ukipasuka kwa hisia, lakini wote walijua hii haikuisha. Marcus alianzisha mpango wa kitaifa wa kurekebisha sheria za hukumu. Alisafiri na Jamal akizungumza katika shule, vituo vya jamii na mikutano ya sera. Walikuwa ishara: baba na mwana wakipigana na mfumo uliumbwa kuwavunja. Marcus alisukuma mabadiliko makuu. Mahakama zilibadilika. Gereza za kibinafsi zilikabiliwa na madai. Lakini kadiri Marcus alivyosukuma kirefu zaidi, adui zake walikuwa hatari zaidi. Jioni moja, wakati akipitia faili zilizofungwa, Marcus alipata bahasha tupu. Hakuna anwani ya kurudi. Ndani, picha moja ilionyesha mtu akishikana mikono na makumi ya maafisa. Marcus tayari alikuwa amewashusha. Nyuma, kwa wino mwekundu. Nilijenge mafumo huu, huwezi kunifikia. Haikuwa Whitman, haikuwa polisi, ilikuwa matu fulani juu zaidi, mutu ambaye bado hajaguswa. Marcus alimpigia simu Jamal, ambaye sasa alifanya kazi kusaidia vijana wengine waliohumiwa humiwa kosa. Kuna mtu mwingine, Marcus alisema kimya kimya, hii inenda kirefu zaidi. Jamal haku sita. Basi tunaendelea, baba, pamoja kwa sababu mapambano mengine hayamaliziki na ushindi mmoja. Hakika, kamwe haipelewi; haki lazima ishikwe tena na tena, na baba na mwana huyu hawakuwa wamemaliza bado. Hakikisha kisha unajiandikisha kwenye kituo chetu kwa hadithi zaidi za kihisia na zenye nguvu ambazo zitakufanya ulie, zitakufanya ufikirie na kukuhamasisha kamwe usikate tamaa kwa kile kilicho sahihi. Hadithi zaidi zinazobadilisha maisha ziko njiani, usizikose.